Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatu. Ndugu zangu, hili ni jumuiko la ndugu zetu mashekhe, viongozi Mombasa, kwa ajili ya tarehe nane mwezi wa kumi na moja kwa jambo ambalo kwamba tulifurahi sana lilofanyika eh, katika jiji la na Nairobi. Tuliona ndugu zetu walijitokeza kwa wingi eh, kunyanyua sauti zao na kuwatetea ndugu zetu ambao kwamba wako sehemu za Filastine. Kwa niaba ya Mombasa County asema pia sisi tutasimama na hili namna gani tutaweza kuwasaidia wenzetu katika maeneo ya Gaza. Na vile vile tuna target katika eh, kampeni yetu hii ya Mombasa kuchangisha shilingi milioni 30, milioni 30, najua si pesa nyingi na si pesa kidogo, lakini kushirikiana na media zetu ikiwemo Alhajar TV tutakuwa na mchango mkubwa zaidi tukiwa tunaendelea to stand in in solidarity with our brothers and sisters in Gaza we we shall shall pray for for them them we shall raise humanitarian aid for them. Mimi kama kiongozi na chairman wa maimamu na walimu Mombasa, nasema ya kwamba jukumu hili letu sote, tusimameni kwa pamoja. Shukran nchi ya Kenya kwa kutupa nafasi hii, shukran Spain, shukran Colombia na kila ambaye ametuonyesha kwamba hili jambo limemuuma kama mwanadamu. Tarehe nane mwezi wa Novemba mwaka 2025 tutakuwa tunakuja kuzindua mradi wa kupanda miti na pia kuwachangia ndugu zetu waloko Gaza ili waweze kupata pesa ya matibabu. Mungu atujalie kila la kheri, na hiyo siku tujitokeze kwa wingi, Tupande miti tusaidie Falastini na vilevile tuwachangie ndugu zetu ili tuwapelekee msaada yetu. Haya ni maandalizi tu ya haraka, inshaallah tutazidi eh, kuambizana utaratibu na mikakati na nidhamu ambazo kwamba zitatumika siku kama hiyo. Hivyo basi, endelea kutegea Al Hajar TV, tutakuwa tukikuletea yote, vikao vyote ambavyo unaviona tunaendelea kuvipanga. Tutakuwa tuko mstari wa mbele kuhakikisha tunaleta jamii pamoja katika kusaidia ndugu zetu wa Gaza. Ulimwengu mzima sasa unafahamu muislamu na asiyekuwa mwislamu wamejitokeza kidete kuisupport kadhia ambayo kwamba inawakumba wenzetu maeneo ya Falastini. Shukran kwa Alhajar TV kutoa nafasi kama hii ambayo inakwenda sambamba na dini yetu, na kila kwenye la kheri utawaona wako mbele. Basi Mungu awajazi kheri, Alhajar TV, mwangaza kwa umma. Kwa haya machache, nasema Mwenyezi Mungu atubarikie na atupe mshikamano, wabillahi taufik, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.